Chadema ya miaka 33 jinsi ilivyotoa viongozi wa taifa . Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania kimeadhimisha miaka 33 tangu kuanzishwa kwake, kikionesha historia ndefu ya harakati za kisiasa, ushindani wa kidemokrasia na mchango wake katika kukuza viongozi waliokuja kuwa na ushawishi mkubwa katika uongozi wa taifa. Chadema kilianzishwa rasmi tarehe 21 Januari 1992, katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa imeanza rasmi mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kuanzishwa kwake kulikuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya kisiasa yaliyolenga kupanua demokrasia, ushindani wa kisiasa na ushiriki wa wananchi katika uongozi wa nchi. Tangu wakati huo, chama kimejijenga kama jukwaa muhimu la upinzani, kikisisitiza misingi ya haki, uwajibikaji, utawala bora na maendeleo yanayomlenga mwananchi. Kwa kipindi cha miaka 33, Chadema kimekuwa si tu chama cha kupinga sera za serikali, bali pia kituo cha kukuza na kuandaa viongozi waliopata nafasi za juu katika siasa na utawala wa umma. Viongozi wengi waliowahi kuwa wanachama wa Chadema wameendelea kuwa wabunge, mawaziri, makatibu tawala na viongozi wengine wa ngazi za juu serikalini baada ya kuondoka katika chama hicho. Chadema kama shule ya uongozi. Moja ya sifa kubwa za Chadema ni uwezo wake wa kuvutia wasomi, vijana na watu wenye weledi kutoka sekta mbalimbali. Ndani ya chama, viongozi wamekuwa wakipitia mafunzo ya kisera, mijadala ya kitaifa na uzoefu wa kisiasa unaowaandaa kushika nafasi kubwa za uongozi. Hali hii imesababisha chama hicho kutajwa mara nyingi kama chuo cha viongozi, kutokana na idadi ya wanachama wake waliokuja kuwa viongozi wa kitaifa. Katika miaka ya karibuni, baadhi ya waliokuwa viongozi wa Chadema wamejiunga na Chama cha Mapinduzi CCM, au kuteuliwa na serikali kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Baadhi yao wamekuwa mawaziri katika wizara nyeti kama mipango na uwekezaji, mambo ya ndani, pamoja na masuala ya vijana. Wengine wamekuwa makatibu tawala wa mikoa na wilaya, nafasi zinazohitaji uwezo mkubwa wa kiutawala na uzoefu wa uongozi. Mbali na mawaziri na makatibu tawala, Chadema pia imetoa wabunge wengi waliokuja kuwa na ushawishi mkubwa katika mijadala ya bunge, wengine wakiteuliwa kuwa manaibu mawaziri au viongozi wa kamati za bunge. Hii inaonesha kuwa uzoefu walioupata ndani ya chama hicho uliwajengea msingi wa kushiriki katika uongozi wa taifa. Mtazamo wa uongozi wa Chadema. Hata hivyo, uongozi wa Chadema umekuwa na msimamo tofauti kuhusu uondoka kwa viongozi wake kwenda vyama vingine au serikalini. Viongozi wa chama wameeleza kuwa hawajivunii kupoteza wanachama wao waliokuzwa ndani ya chama, kikisisitiza kuwa uongozi wa kweli unapaswa kuambatana na misimamo, maadili na uaminifu kwa misingi ya chama. Kwa mujibu wa viongozi wa Chadema, chama kimewekeza sana katika mafunzo ya kisera na uongozi kupitia programu maalum ndani ya chama, ikiwemo akademia ya uongozi inayowahusisha vijana, wasomi na wanaharakati wa kisiasa. Programu hizi zimekuwa zikilenga kuwajenga viongozi wenye uwezo wa kuchambua sera, kuandaa mikakati ya maendeleo na kusimamia masuala ya umma kwa uwazi na uwajibikaji. Maoni ya wachambuzi wa siasa nchini wameeleza kuwa ni jukumu la vyama vya siasa kukuza viongozi na kwa mtazamo huo, Chadema imefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Wanasema mfumo wa vyama vingi imeipa fursa Chadema kutambua vipaji vipya, kuvilea na kuvijengea uwezo wa kushika madaraka ya juu katika siasa na utawala wa umma. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuhama kwa viongozi kutoka Chadema kwenda serikalini au vyama vingine si ishara ya udhaifu wa chama, bali ni ushahidi kuwa chama hicho kimekuwa kikitoa viongozi wenye uwezo unaotambulika ni taifa. Wanasema hali hiyo ni kawaida katika demokrasia ambapo viongozi hutafuta majukwaa tofauti ya kutekeleza maoni yao. Mataalamu wengine wamebainisha kuwa mchango mkubwa wa Chadema hauishii tu kwenye kutoa viongozi binafsi bali pia katika kuimarisha mjadala wa kidemokrasia nchini. Chama kimekuwa mstari wa mbele katika kudai magharifu ya kikatiba, haki za binadamu, uwazi katika chaguzi na uwajibikaji wa viongozi wa umma. Changamoto zinazoikabili chama. Licha ya mafanikio hayo, Chadema imekumbana na changamoto kadhaa. Mojawapo ikiwa ni kushindwa kuwazuia baadhi ya viongozi wake kuondoka chama wanapopata fursa nyingine za kisiasa au kiutawala. Hali hii imekuwa ikitafsiriwa kwa mitazamo tofauti, wengine wakiona ni pigo kwa chama huku wengine wakiona ni sehemu ya ukuaji wa kisiasa. Changamoto nyingine ni mazingira ya kisiasa ambayo wakati mwingine yamekuwa magumu kwa vyama vya upinzani. Hali inayodai chama kuwa imara zaidi kuwalinda wanachama wake na kuendeleza ajenda zake za kisiasa. Mchango kwa vijana na mustakabali wa Chadema Chadema imekuwa na mchango mkubwa kuwainua vijana na kuwapa nafasi ya kushiriki siasa za kitaifa. Vijana wengi waliopata umaarufu kupitia chama hicho wameweza kujenga majina yao kisiasa na kijamii, na baadhi yao wameendelea kuwa viongozi wa kitaifa au wa jamii kwa ujumla. Miaka 33 ya Chadema Imeakisi safari yenye mafanikio, changamoto na mchango mkubwa katika demokrasia ya Tanzania. Chama kimejidhihirisha kama taasisi muhimu ya kisiasa ambayo si tu inapinga bali pia inajenga viongozi, inachochea mijadala ya kitaifa na kuchangia katika mwelekeo wa uongozi wa taifa.